Mheshimiwa mwenyekiti kwa heshima zote nimemvumilia sana mheshimiwa anayechangia hoja hii kama ana ushahidi wa hayo anayoyasema kanuni zetu zinatutaka ayawasilishe tu mbele hapa eh hey, mheshimiwa Mheshimiwa wenji Mheshimiwa mwenyekiti mimi ningelipenda bunge hili liendelee kuwa na heshima yake ili nawaomba sana hayo wanayoyasema wawe na ujasiri wa kwenda kuyasemea nje ya ukumbi huu wa Bunge, wasijifichie katika immunity ya Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, nina mengi ya kusema, lakini kwa sababu nimesimama kwa hoja kuhusu utaratibu kunitaja mimi kwa jina langu moja kwa moja, naomba aweke ushahidi mezani. Asante, nakushukuru sana Mheshimiwa Halima, vielelezo vyako vyote ambavyo vilete mezani. Mheshimiwa, kuna utaratibu wa kikanuni, fuata kanuni. Vielelezo nikitakiwa kuleta nitavileta, wala haina tatizo. Tunazungumza hapa <laughs> matumizi mabovu, mikataba mibovu, uwizi wa mali ya umma na mzee wangu ni rafiki yangu, lakini nimeamua nimfungukie, kwa sababu haya mambo yana mwisho. Kwa hiyo mimi hiyo hoja nimeimaliza, ujumbe umefika. La pili Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la mifuko ya hifadhi ya jamii inavyoidai serikali vezavi deni la taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwa bahati mbaya sana nchi yetu haina utaratibu wa kwa namna na gani. Kuna udhibiti wa nchi kukopa nje, kuna udhibiti wa nchi kukopa ndani. Kinakopwa nini, kwa sababu gani na kwa misingi ipi, na kimetumika kipi? Na riba gani inalipwa? Sisi kama wawakilishi hatufahamu. Mwaka elfu mbili na tano, wakati Rais Jakaya Mrisho Kikwete anaingia madarakani, deni la taifa lilikuwa shilingi trilioni saba kama sio nane. Elfu mbili na tano, leo deni la taifa linakimbilia trilioni thelathini mifuko ya hifadhi ya jamii ndani inakopwa, benki za ndani zinakopa, na hapa PIC imetutajia tu ile 1.8 trilioni, trilioni haijazungumzia kabisa, na imesema yenyewe kabisa hapo hatujazungumzia trilioni 7.7 ya PSPF. Wazee wetu wanaweka fedha wakijua kwamba wakiwa watu wazima watapata malipo yao waweze kufa vizuri Serikali inakomba, serikali inakopa nje, inakopa ndani. Tukija tukiwauliza hapa ukomo wa kukopa ni nini, wanatupiga bla bla kwa sababu wanajua wachumi kama hapo hapo wako watano, wanatudanganya, mambo yanaisha. Mimi nilikuwa nadhani ifike kipindi, ifike kipindi, Mheshimiwa, tutunge sheria na kama kutunga sheria ni ngumu, tuazimie hapa iwe sehemu ya maazimio kwamba serikali iwe naleta ripoti bungeni ya hali ya madeni, tumekopa nini, kimefanya nini, kwa utaratibu gani? Bila hivyo, tutajichukulia fedha kama unavyoona mapato ya ndani tunakusanya, yanaibiwa, mikopo nje tunapokea, tukishapokea kazi zinazofanyika hazionekani kwa nikuombe sana mwenyekiti, na niombe, niombe kamati, moja kati ya mapendekezo ambao tunaomba iwe azimio la bunge ni kwamba bunge liwe linapata taarifa kutoka wizara ya fedha ama kutoka serikalini, tumekopa nini, kimefanya nini, tumeanza kulipa lini gani ili tujue kinachokopwa sio kinaishia mifukoni wachache. Kwa mheshimiwa wa mwenyekiti, naambayo zimebaki dakika Mheshimiwa Halima umeshamaliza muda wako, kaa chini, kaa chini. Mheshimiwa Halima kaa chini.